Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata huyu mtu anaitwa Omari Selemani Mwanamtwa, kwa sasa ana miaka 60 ila, kwa wakati ule, miaka tisa iliyopita, wakati wa tukio hili, alikuwa na miaka hamsini na moja. Huyu alikuwa ni dereva taksi, lakini pia ni mkazi wa hapa Morogoro, maeneo ya Chamwino, na alikuwa akitafutwa tangu mwaka elfu mbili na kumi na sita kwa tuhuma za mauaji ya mwanamke aliyekuwa anajulikana kwa jina la Ulumbi Stefano. Kipindi hicho anafariki au anapotea, alikuwa na miaka sitini na moja, mkazi wa Kihonda. Kwa wale walio kuwepo mkoani hapa, huyu bwana mama alitoweka, hakuweza kupatikana kwa kipindi chote hicho, kuanzia kipindi hicho mpaka sasa haikuweza kupatikana, na kini gari ambalo lilimbeba kwa mara ya mwisho likuja kuonekana likiwa na damu, kwa hiyo kaa imesemekana kwamba amekufa. Kwa hiyo tukio hilo ambalo kwa wakati huo lilivuta hisia ilitokea mwezi Machi mwaka 2016 katika eneo la kijiji cha Kasanga mashambani katika manispaa ya Morogoro, ambapo mwanamke huyo isemekana aliuawa na mwili wake haukuweza kuonekana mpaka sasa. Taarifa za mashuhuda wa tukio hilo zilieleza kuwa mwanamke huyo alikuwa na mazoea ya kutumia gari la huyu bwana Omari Selemani Mwanamtwa, ambaye mimi nitamwita mtuhumiwa na, na alikuwa dereva taxi. Hii gari yake ilikuwa ni taksi na shughuli zake na alikuwa nalitumia hilo gari kwa shughuli zake binafsi na matembezi, kutokana na hali ya yule mama kuwa ni mlemavu wa miguu. Kwa hiyo alikuwa mara kwa mara akitumia taksi kwenye matembezi yake. Baada ya mwanamke huyo kutoonekana kwa muda, ndipo baadaye gari namba T 577 AQJ aina ya Toyota Corolla mali ya Mayasa Ally Hashimu, huyo alikuwa kwa sasa ni afisa elimu mstaafu, ni mkazi wa mkoani Tanga lakini alikuwa akiishi hapa Morogoro, lililokuwa linaendeshwa na huyo mtuhumiwa ambaye nimemtaja ilikutwa imetelekezwa eneo la Msamvu kwenye kituo kimoja hapo cha kuuzia mafuta ya magari na likiwa limesheheni damu kama ambavyo nimesema. Kwa hiyo wakati wote huo jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi wema walikuwa kwenye ufuatiliaji wa wa marehemu pamoja na, na huyo mtuhumiwa, lakini hatimaye huyo mtuhumiwa amekamatwa, lakini mpaka sasa Ulumbi Stephano ambaye ni marehemu hajaweza kupa aidha mwili au yeye mwenyewe hajaweza kupatikana. Kwa hiyo hatua mbalimbali za kisheria zinaendelea kukamilishwa kwa ajili ya maamuzi, ikizingatiwa kuwa gari la mtuhumiwa lilikutwa likiwa na damu inayodhaniwa kuwa ilikuwa ya Ulumbi Stefano. Kwa hiyo hapa mchakato wake ni mrefu kidogo wa uchunguzi na ndicho hasa kinachosubiria huyu mtu tunaye, nafanya naye mahojiano nakamilisha uchunguzi wa tukio la mauaji. Unajua kitu kimoja hapo ambacho kinathibitisha shtaka la mauaji huwa ni, ni, ni, ni mwili wa mtu ambaye anasemekana amekufa, lakini pia kisheria huko uh, muda ambako mtu kama atasemekana amekufa na akapotea akawa onekana, basi kisheria, uh, ina ina inaweza ina, ina, ina, ina ikathibitika kwamba huyu mtu tayari amefanya nini amekufa. Kwa hiyo sisi ni wachunguzi tu, ao tunachokifanya ni kuwaonisha haya mambo na baadaye Uh, vyombo vingine ambavyo vinahusiana na kijinai especially kwenye kutoa maamuzi hayo, aidha ashitakiwa sishitakiwe, vitatoa maamuzi yake baada sisi kuwa tumewafikishia uh, taarifa ya uchunguzi wetu.